Pamoja pia na wachezaji wa timu zote mbili walioweza kufunga mabao katika mchezo huu wa leo, nikianza na kocha wa Azam FC. Kocha, tumeona umepoteza katika mchezo wa fainali hii leo, kipi hasa kimepelekea? Alo. Ah, kwanza kabisa tuwape pongezi Yanga kwa kushinda fainali hii. Ah, na pili ningependa kuwapongeza wachezaji wangu kwa, wa kwa sababu pale ambapo tulifungua magoli response ilikuwa nzuri kwa hiyo ah, I'm pleased with the performance ya na ya, ya jinsi walivyocheza baada ya kuruhusu magoli. Unfortunately, hatukucreate chances za kutosha za kuweza kushinda mchezo. Tuliona umemtoa John Boko baada ya dakika 45 za kwanza. Hipi hasa uliona hawezi tena kumudu kuendelea na mchezo? Ah, Luk John Boko alikuwa anacheza na injury. Nainjli ah, ee, amejituma katika hizo dakika 45 na kabla mchezo alisema kabisa kocha, mimi naweza kukupa dakika 45. So amenipa dakika 45 aejikuts kwamba amechoka hawezi tena kuhimili mikiki ya mchezo. Kwa hiyo nashukuru kwa hizo dakika 45 alizonipa. Nikushukuru kocha. Asante sana. Lakini upande wangu wa pili naye kocha Juma Mwambusi. Kocha hii leo umepata ushindi wa kombe la shirikisho la Azam Sports, ushindi huu hasa umeupokeaje? Alhamdulillah, nashukuru tumepokea vizuri, na zawadi kubwa sana kwa wapenzi wetu, kwa sababu kwanza tumefarijika kuweza kuchukua ubingwa, pili kuwafunga wapinzani wetu, hasa ambao mara nyingi tumekuwa tumecheza nao tunatoka draw. Kwa hiyo kwangu mimi ni faraja kubwa, na kwa timu kwa ujumla. Nashukuru uongozi, wanachama, pamoja na viongozi na wachezaji, wamefanya kile ambacho tumewaagiza pamoja. Tulikuwa tuna ratiba ngumu sana. Kirugari cha ziada kipo katika klabu ya Yanga hivi sasa, maana mmeonekana mnawasha moto mkubwa katika michezo mbalimbali ikiwa hii leo pia mmeweza kushinda bao tatu, kitu ambacho hakijawahi kutokea katika michezo yenu dhidi ya Azam. ni kweli ni kweli, determination wachezaji kujitolea, na vile vile walimu kuwapa mafunzo mazuri a, wachezaji na viongozi kutusukuma huku, kwa motivation ambayo imesaidia sisi. Tulikuwa na lengo tuwe mabingwa wa vikombe viwili, na limefanikiwa. Tunashukuru. Neno la mwisho kwa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa ambao hii leo wamejitokeza kwa wingi kwa support mi nawashukuru kwanza kwa sababu wao ni mchezaji wa 12 tumekuwa nao kila wa siku waangalie kwa sababu wachezaji sio chuma kuna wakati wanakuwa katika hali mbaya wasupport wa tu hapana kuwazomea wachezaji hii yote ushindi i kwa sababu furaha yao na sisi tunawasamini sana washabiki wetu ni kushukuru kocha nikuache uendelee na furaha ya ubingwa Didier hii leo umecheza katika mchezo wa fainali na sabi yako imeonekana kuwa na uhai katika timu unazungumziaje hasa ikiwa ni miongoni mwa wachezaji waliopata ilo bao moja nafuraha inamshukuru Mungu kwa mwalimu wa kuweza kunipa nafasi na siku nyingi sichezi, na nilipata matatizo kwenye ligi hii. Nimeumia, nimefanya karibuni miezi mitatu nilikuwa sichezi. Kisha miezi mitatu nimerudi, nimeanza polepole, na kufika tena kurudi na kuanza kutafuta tena kuwa fiti na kuendelea zaidi. Namshukuru Mungu, mchezo ulikuwa mzuri, sema Yanga ilikuwa vizuri zaidi yetu kwa siku ya leo. Walipata nafasi zao wakaweza kuzitumia, sisi tulipata sehemu ndogo tu atuweza kuzitumia vizuri, sehemu ambaye tulizipata, ndio kisi mchezo ulipokwenda hivi Nadhani Yanga waliwazidi wapi hasa katika mchezo huu wa leo ambao ulikuwa unasubiriwa na Watanzania wengi? Yanga sehemu tuzidi, ilipata goli la mapema, na ilo goli lao la mapema liliwafanya waweze kuzidisha bidii, iliwapa nguvu zaidi kuliko sisi. Hata sisi tulipiganisha, lakini hatukufikia nafasi yetu ambayo tulikuwa nataka tuweze kucheza. Na matatizo, unaona walimu wenyewe hawakuwepo, lakini wasaidizi wao walikuwa. Ila tunamshukuru Mungu, matokeo yalitokea. Yanga iliweza iliweza kuwa kwa siku ya leo kuwa juu yetu. Nikushukuru lakini upande wangu wa pili ni naye shujaa aliyoweza kupachika mabao mawili katika mchezo huu na kuiwezesha yanga kuwa bingwa wa fainali ya kombe FA ni amis tambwe amis Tambwe, ongera na matokeo haya umeyapokeaje? Ah, nashukuru matokeo ma, nimeyapokea vizuri yaani ilikuwa malengo yetu ili, yani, tuchukue ki, hili kombe. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa tumefanikiwa kuchukua kombe. Unadhani wapi hasa ambapo mmewazidi Azam FC leo, ikiwa ni timu ambayo huwa inawasumbua katika michezo mingi, tumeona Ndiyo, kweli Azam toka mwanzo wa msimu ilikuwa natusumbua, mara tunatoka draw mara nyingi, mara tuna, tunatuanga kumapenati, lakini leo hii tulionyesha kama tunafaa. Kwa hiyo kitu kene kilitusaidia, kwanza ni disiplini ya mwalimu cha pili ni hii mashindano tu tulimo, yani Champions League shirikisho o, eh, imetusaidia na yenyewe pia kufanya vizuri kwa leo. Unawaambiaje sasa mashabiki wa Yanga ikiwa hilo umepachika bao mbili, na tumeona kuna nafasi moja ulikosa, ungeweza kupiga hat-trick katika mchezo huwa leo? Ndio, mashabiki watubaki nyuma, watusapoti ili tufanikiwe. Wajua mashabiki wakiwasapoti huwa mara nyingi uwa na, na nguvu uwanjani. Nikushukuru Hamisi, asante sana. Ni mechi ambayo Yanga wameonyesha kwamba wana uwezo zaidi kuliko Azam. Ukiangalia jinsi mechi ambavyo ilivyochezwa unaona kabisa kwamba Yanga wamedominate mpira kwa kiwango kikubwa, na wametengeneza nafasi nyingi zaidi kuliko Azam, na ingewezekana kabisa Yanga kufunga pengine hata magoli sita, ama wangeweza kutumia nafasi ambazo walikuwa wanatengeneza. Lakini pia kwenye Azam pameonekana bado ile makosa central defense yamekuwa yanajirudiarudia kiasi ambacho wamefanya makosa zaidi kwa, kwa kipindi cha pili zaidi ya makosa manne ya msingi kwenye sehemu ya, ya central defense. Kama Yanga wangekuwa makini kuyatumia, it's obvious leo pengine wangeweza kuibuka na mabao si chini ya manne na pengine hata matano. Lakini upande wa pili, ni naye, Chiki Mchoma Chiki, Azamu hii leo wameteleza wapi hasa? Tumeona katika mchezo huu wakielemewa zaidi tangu kipindi cha kwanza. Hawastahili kulaumiwa Azam, na huhitaji kuangalia makosa gani hasa ambayo yamesababisha kufikia hapo unachotakiwa ni kuipongeza Yanga ambayo imejengwa kwenye misingi mizuri, na hii ionyeshe tofauti ya timu ambayo imejengwa kwenye misingi mizuri ya kiushindani na namna ambavyo timu nyingine zinakuja tu na, na, na, na kuona kwamba labda ushindani ni jambo la kawaida. Hapana, ufike wakati sasa timu zingine zote ambazo zilikuwa zinashindana dhidi ya Yanga, mi niite hivyo, zijipange vizuri kuona kwamba zinakuwa na ushindani wa kweli na hatimaye zinaweza sasa kuwa kompitansi wa ukweli dhidi ya Yanga. ukiangalia mchezo wenyewe kwa kiasi kikubwa Yanga imeweza kudominate kwa namna ambavyo iliamua yenyewe, aina wachezaji ambao Yanga inawatumia, mbinu za uchezaji. Nilisema mwanzo benchi la ufundi la Azamu haliko sawa kwa sasa. Uwezi ukalaumu wachezaji, uwezi ukalaumu benchi. Kwa hali ilivyo, Azam wanahitaji kufanya mabadiliko makubwa. Na hiki kilichotokea, unaweza ukamshukuru Mungu tu kwamba imefungwa goli tatu, ni goli za kimchezo. Lakini kwa hali ilivyokuwa leo, na kama nafasi zote Yanga wangezitumia, zingefika goli sita saba kitu ambacho pengine mchezo wenyewe wa fainali usingependeza, lakini ni wapongeze wachezaji wa Azam, wamepambana. Wana matatizo sasa hivi ya kisaikolojia kwa sababu ya mvurugano kidogo uliojitokeza. Mapambano yao yalikuwa mazuri, wameonyesha uwezo, japo uuyano wao wa kiuchezaji haukuwa sahii sana. Unakuwa na wachezaji wazuri kama kina Faridi wanakosa nafasi nzuri ya kuonekana na mechi kama hii ya leo, kwa sababu tu hakuna hamasa ya kutosha kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo hiki kilitarajiwa kwa sisi ambao tunajua <coughs> mpira

Mtazamaji wa Azam tu pamoja na Azam sports HD. Huyo alikuwa ni Chiki Mchoma pamoja naye Ali Mayai wakiweza kuelezea kwa ufupi tu jinsi dakika 90 za mchezo huu zilivyokuwa. Ikumbukwe tu Yanga vi leo ndio amenyanyua ubingwa mwingine tena baada ya kuchukua ule wa ligi kuu, wamechukua na kombe la shirikisho la Azam Sports. Sijui inaleta picha gani, inawapa murali gani, hasa katika mashindano ya kimataifa ambao wanaendelea kuiwakilisha nchi.